Ah, mwanaume. Ah, ni aje? Ah, niko fit. Pole, nimekuweka lakini mashini ndio nimeleta. Haina shida, haina shida. Unajua mimi ndio nilikuwa natafuta. Siwezi lose hope. Ah, bora mieni yangu Johnny sikose. Oh, ay, na sasa hapo sasa utajijenga aje? nda kupea do uh, unataka huh? Sina shida na do. Nafaa kufika hapo within 20 minutes nipande ama eh? Ni. Unataka kupanda eh. Ah, ngoja kidogo, ngoja kidogo mbona? Oh, nataka kupanda. Ah, poa ah, sana. Unajua wasichana wanatoa pesa mzuri sana. Unaenda kwa nani? Okay. Acha. Hmm? Acha aenda. Usikasirike, wewe ni customer wangu wa next time. Niambie. Peleke basi. Oh, nikupeleke. Okay. Ah, panda tu hapa, panda tu hapa, eh? Unajua nduthi ni ya kubeba wasichana. Nduthi ni ya kubeba wasichana. Unajua wasichana wanatoanga pesa nzuri. Mbona nikatae? Hebu simama eh, hebu simama kidogo. Keti. Yeah. Eh, eh, wana semanga kweli e, watu wana kutana lakini. Milima peke yake ndo ipata nani. Ipata nani? Kumbuki na Nairobi. Eh. Yeah. Kilimu njia mje kiburi lifanya manze nika nika nika delete namba yako nika kublock nika fanya kile kitu. Bana ni me regret bwana, ni me tafuta namba yako na sipati. Yani nilikuwa nimefikiria venye ulikuwa nanipikia omena manzee, ulikuwa nanikarejea omena kaukau mayo mayo na kau -kau, mayama, white fry manze. Saizi nikipika omena ina ungua ina ungua ina, ina, ina, ina, ina. Rudi tu nyumbani, tafadhali, mimi nimeomba tu. Sasa, marafiki zako hmm ndo walikuharibia. Haina shida tunaweza sahau ya kichambo, tuanze ya saa hii tena. Walai. i a anaweza kuwa sana, wengine alipatwa, alipondwa vibaya Aja. Ulikuwa ngana, eh, eh, eh, eh, unabaki nyuma si ukuje yawa nane, yawa. Maja bike manani hii hii. Hii itaisha saizi. Sasa nilikuwa nakwambia vita ilikuwa kwa hiyo plot vibaya sana. Ebu nakumbuka hii place yetu kweli. Tunakujanga, tunachill. Hey. Nini, nini. Na hey, wapi. Hii tunaenda hii mm. Hey. Kurokana kaka nisiga mimi si amekuja hapo ni mhost. Mimi si singeweza kumhost. Naona tu mimi saa hizi nikienda kukua tu MC wa area wetu, hata anipenda Nairobi, sisi pale hapa Nairobi na pale Kisumu ni makatels wenye tunafanya nini ndio tuko tu, tuna rank hiyo area. So na beba eh, huyu ni msetu wa nduthi, nimempata huko akanibeba. Oh sasa, si aende, kwani hana kazi zingine? Hata nashangaa. Hebu acha nimuamsha aende. So amke, hmm? Umeamua kulala hapa chini eh? So amko, uende umalizie kazi, nilikuwa na wangojea asa saizi, sisi hatuendi mbele hapo, nitakuwa napita hapo unanibeba huko na roo mzuri na nini na nini tena. Pesa ya nini? ha ya nini? we piki mafuta huko na tupea leo. Si uliniambia hiyo nduthi yako ni ya kubeba wasichana? Sasa hakuna mafuta? Sasa aliniambia ni ya kubeba wasichana hata, hata mafuta imeisha. Ah, bro, eh, eh, simama bwana. Au mm, nikumbuke. Ah, au nikumbuke ah, ah. Ah, yani, pesa imekuwa mingi mpaka umeamua sikume nduthi uniletee. Ah, ni mafuta imenishia, nilikupea mafuta ikiwa nusu tank, kwanza nipee miene yangu au oh. Ah, eh? Ah, ah, pesa iko wapi? Si umefanya kazi? Nilikuambia tusikosane, sahii tunakosana Una siku, hebu fanya fanyaje, nataka unisukume mpaka mali. Hiyo mafuta nusu nilikuwa nimeweka inifikishe, sawa? Ilikuwa itembea siku mzima, utanisukuma. Fanya fanyaje? mm -hmm. hata nilikuwa naenda nini kwa, naenda mbali, sikuwa naenda kabana. Sinisukume, twende mm, harakisha -hmm. Twende sukuma pikipiki, sukuma, kimbia, angalia mbele mm -hmm. Angalia sukuma hivi.